Ndoa karibuni tena kwa mara nyingine. Leo anatumai wote mu wazima kabisa na mnaendelea poa kabisa. Leo tutakwenda kujifunza jinsi ya kukata suruali ya kitenge ya kike pamoja na shati lake. Kitambaa chetu kama unavyokiona, hicho ni kitambaa cha mbele, tumekikunja mara mbili. Hips ni arobaini na mbili, tagawanya kwa nne, utapata kumi na nusu, utaongeza mbili, itakuwa kumi na mbili na nusu hapo kwenye kiuno tutaweka vipimo vya hipsi, kwa sababu nguo yetu ni ya, ya tutaekea naniliu, tutaekea lastiki kwao. Tumetumia vipimo vya kiuno ambavyo ndo, vya, vya hipsi ambavyo ndo vikubwa mm -hmm. Hipsi yetu tutashuka nchi kumi, tutashuka nchi kumi. Hipsi fly tutashuka nchi kumi na moja ina maana hapo kutoka kwenye hipsi kuja kwenye fly tumeongeza nchi moja tu. Tutanyosha mistari hivyo, huo ni mstari wa hipsi na huo mwingine ni mstari wa fly. Baada ya hapo, tutashuka paja nchi tatu, kwa utaweka nchi tatu hapo kwa ajili ya paja tanyosha mstari pia. Baada ya hapo, tutapima urefu wetu wote ambapo urefu wetu ni nchi 37 39 i tutatoa nchi mbili tutabaki na thelathini na saba na tutaongeza nchi mbili pia kwa ajili ya pindo, kwa hiyo itakuwa thelathini na tisa. Hizo nchi mbili ambazo tumetoa ni kwa ajili ya belti. Hello wapendwa, karibuni Denblessing Creations hapa. Tutashona, tutapendeza na tutacheka kwa pamoja. Kwa ubunifu zaidi wa nguo, mikoba na kila kitu kizuri utakipata kwangu hapa Denblessing Creations au ha, ndio wakati wa kung'ara. Kwa hiyo kaa karibu, tuanzishe safari ya ubunifu na mitindo yenye furaha na msisimko. Na kama ndilikuwa mara yako ya kwanza kabisa kuingia kwenye chaneli yangu, tafadhali subscribe. Like video zangu comment na share kwa wengine, ili tukue kwa pamoja. Angalia video hii mwanzo mpaka mwisho basi, ili uweze kujifunza. Hapo tutatengeneza sasa fly yetu, tutatengeneza fly yetu kama hivyo Baada ya hapo utapima ile sehemu ambayo ni kubwa zaidi, ambapo tumeona ni kwenye fly. Sehemu ya fly ndio kubwa zaidi, ikuwa ni kumi na tano na nusu kwao. Ukigawanya kwa mbili utapata 7 na robo tatu. Hiyo 7 na robo tatu utaiweka hapo kwenye mstari wa paja, kwanzia kwenye mstari wa paja utaweka hapo 7 mm -hmm. na robo tatu hapa. Nimesahau kidogo kuweka mstari wa goti goti letu kutoka kwenye kiuno mpaka kwenye goti ni inchi ishirini na moja kwa hiyo tutaweka hapo inchi ishirini na moja Baada ya hapo utanyosha mstari, ile inchi saba na robo tatu tutaiweka basi pia kwenye mstari wa goti na utaweka pia kwenye mstari wa pindo kule chini, halafu utanyosha mstari kama hivyo ambavyo mimi nimefanya. Baada ya hapo sasa, tutaanza vipimo vyetu, ambapo paja letu ni nchi ishirini na nne tukigawanya kwa mbili tukigawanya kwa nne, tutapata nchi sita Kwa hiyo utaweka nchi sita upande wa kule na nchi sita pia upande mwingine. Kwa hiyo nchi sita nchi sita jumla nchi kumi na mbili Na vipimo vyako utavianzia kwenye huo mstari wa katikati hapo tulioweka, huo nchi sita utaongeza na nchi moja na nusu itakuwa saba na nusu Kwa hivyo utaweka saba na nusu saba na nusu. baada ya hapo tutapima goti letu, ni inchi kumi na nane, mzunguko wa goti inchi kumi na nane. Tutagawanya kwa nne, tutapata nne na nusu, tutaongeza moja na nusu itakuwa ni sita. Kwa hiyo utaweka inchi sita upande huu na inchi sita upande mwingine. mm -hmm, unaweza ukaongeza inchi moja moja nchi moja na nusu sio lazima sana. Mi nimeweka nchi moja na nusu kwa sababu mteja wangu ametaka nguo yake kidogo iwe kubwa, ndio maana nimeongeza nchi moja na nusu kwao. Unaweza ukaongeza nchi moja tu inatosha sana, usizidishe zaidi ya hapo. Mzunguko wa mguu huku chini ni nchi kumi na tatu kwenye mguu kwao, kumi na tatu gawanya kwa nne utapata tatu na robo tatu na robo, utaweka tatu na robo upande huu tatu na robo pia. Utaongeza moja na nusu, moja na nusu, kama ambavyo nimefanya sehemu zingine. Mm-hmm. Mfuko wetu tutaacha nchi moja na nusu kwa ajili ya mfuko, lakini urefu nitashuka nchi sita kama ambavyo nimefanya hivyo. Baada ya hapo, tutaweka mstari kama huo. Baada ya kumaliza vipimo vyetu, basi tutaunganisha pointi zetu kama ambavyo unafanya hapo. Baada ya hapo, utakata kama hivyo. Hicho ni kipande cha nyuma, nimekiweka hapo. Baada ya kuweza kukata kipande cha mbele sasa, tutakata kipande cha nyuma ila uhakikishe unaacha nafasi kidogo kama nchi tatu mpaka nchi nne kwenda mbele na juu pia unaacha nafasi hapo juu nimeweka nimeongeza nchi mbili na nusu kwa sababu tunavyofahamu suruali kipande cha nyuma huwa kinakuwa ni kirefu kwa hiyo nimeongeza nchi mbili na nusu baada ya hapo nitaweka mstari wangu hivyo mm-hmm. Upande wa fulai fulai ya nyuma, basi tutaongeza nchi mbili na nusu, tutaongeza nchi mbili na nusu tu inatosha. Baada ya hapo, nitatengeneza hivyo fulai yangu hapo uhum. Na huku pembeni, basi nitaongeza nchi mbili na nusu, mbili na nusu mpaka chini tapiga mstari huo. Baada ya hapo sasa ntakata, taweka alama kwenye pointi zangu zote, kwenye paja, kwenye goti, sehemu zote zile unaweka alama isijika kuchanganya kwa baadaye. Hapo tayari sasa, tumeshamaliza na huu ni mfuko ambapo upana wa mfuko imeweka nchi saba na urefu wa mfuko wetu imeweka nchi kumi na nane. Sasa angalia kwa makini, angalia vizuri jinsi ambavyo tutakwenda kushonea mfuko wetu kwenye suruali Utachukua hicho kitambaa cha mfuko utakiweka hivyo, ule upande ambao nilipima nchi moja na nusu ile ya mfuko, ehe, hiyo hapo utakwenda kushona kama jinsi ambavyo niliweka ule mstari, ukiwa kidogo umepinda, ndivyo utakavyoshona mfuko wako. Hivyo hivyo shona kwenye kipande kingine na kipande kingine pia, vipande vyote viwili. Mm -hmm, tayari naona nimesha shona hapo, lakini pia upande huu nimeshona. Baada ya hapo, utakwenda kugongea. Unapokwenda kugongea, ugongea upande ule wa mfuko ulioweka mfuko, usigongee upande wa suruali, gongea upande wa mfuko. Huko tayari nimeshagongea. baada ya hapo nitaurudisha mfuko wangu kwa ndani hivyo, kisha urudisha hivyo. Basi nitaukunja kurudi juu kama hivyo ninavyoonyesha, utageuza hapo. Utakwenda kuacha ile nchi moja na nusu ambayo tulikuwa tumetoa kwa ajili ya mfuko, utaiacha hiyo hapo. utashika sasa hivyo kitambaa chako cha suruali, utakishika pamoja na mfuko kama hivyo, utakwenda kushona hapo, utashona kama hivyo. Tayari nimesha shona, lakini pia nimeunganisha na mfuko wangu moja kwa moja. Ehe, kama hivyo unavyoona nikaunganisha pia na huku, na huo ndo mfuko wangu Baada ya hapo, nitakwenda kuviunganisha vipande vyangu. Sasa nitaunganisha, nitashona hapo, lakini pia nitachukua na kipande cha nyuma, pia nitashona hapo hivyo hivyo, kama ambavyo nitakwenda kushona kipande cha mbele. Hicho tayari nimeshashona. nimeshaviunga vipande vyangu vyote vile vya mbele na vya nyuma, vyote nimeviunga kama hivyo unavyoona hapo. Baada ya hapo sasa, nitakwenda kuunganisha hapo katikati, tashona hapo lakini pia nitashona hapo. tayari nimekwisha shona. Ehe, hii ni belt yangu, nayo kwenda kuweka sasa kwenye kiuno. Urefu wake wote ni inchi ishirini na sita ishirini na sita na upana ni inchi nne na nusu takwenda kushona hapo kwenye kiuno lakini nimekata vipande viwili vya belti kwa sababu pia vipande vyetu viko viwili tayari. Nimekusha shonea beti yangu hii hapo, kama ambavyo unaona hivo hapo. Sasa tutakwenda kuweka lastiki kiuno changu 32. 32, 32, 32, ni nchi thelathini na mbili. Thelathini na mbili ukigawanya kwa mbili itakuwa ni kumi na sita, kwa hiyo ina maana kwenye kipande cha kwanza itakiwa kiuno changu kiwa nchi kumi na sita na kingine nchi kumi na sita. Hivyo nimeweka nchi kumi na tatu na nusu lastiki, urefu wake huo kwao. Nitakwenda kuweka lastiki yangu mm -hmm. taweka kama hivyo. Tayari nimeshaweka kwenye vipande vyote viwili Baada ya hapo tutakwenda kushona sasa, tutakwenda kuiunga suruali yetu, lakini baada ya hapo tutapinda na huko chini sasa. Hiyo ndio inakuwa hatua yetu ya mwisho kabisa. Tayari nimeshaunganisha na nimeshapinda huko chini. tayari nafikiri umejionea mwenyewe ni rahisi sana haina ugumu wowote ko hata kwa wewe unayeanza hii ni rahisi sana kwako na video hii inakuhusu sana uweze kujifunza jinsi ya kukata na kushona suruali hapa sasa tunakwenda kushona tunakwenda kukata shati shati nimekunja kitambaa mara nne kama ambavyo unaona hivyo Hapo nimeweka huo mstari niweze kuanza vipimo vyangu. Bega ni inchi kumi na tano gawanya kwa mbili, tutapata saba na nusu tutaongeza nusu, tutakuwa na inchi nane. Kwapa ni inchi nane tutashuka shuka nchi nani kuapa kama hivyo, taweka mstari huo. Baada ya hapo, utashuka urefu wetu wote ni nchi ishirini na nne ishirini na nne taongeza na nchi mbili za kushonea za kupindia huko chini, takuwa nchi ishirini na sita taweka baada ya hapo utanyosha mstari kama hivyo kifua chetu ni inchi thelathini na nane thelathini na nane tukigawanya kwa nne tutapata tisa na nusu tutaongeza inchi moja tutakuwa na kumi na nusu tutaweka hapo kumi na nusu kwenye mstari wetu wa kifua. Hiyo kumi na nusu tuliweka hapo, tutashuka nayo mpaka chini. kumi na nusu hiyo tutashuka nayo mpaka chini kwenye huo mstari wa pindo. Huku chini utakapokuja kupinda, pia utaweka kumi na nusu. baada ya hapo sasa, utanyoosha mstari. Shati letu halina sehemu ya kusema kwamba utaweka tumbo, sijui utafanya utaweka datsi, hapana. Shati letu ni moja kwa moja kama tunavyojua. Hapo shingo ni nchi tatu upana tutaweka, lakini urefu wa shingo ya nyuma tutaweka nchi moja na nusu na shingo ya mbele tutaweka nchi saba urefu nchi tatu. Hiyo tutakata hivyo na ile nchi nne tutakata kama V ya hapo. Baada ya hapo. Bane, hapo tengeneza hapo kwa ajili ya kutengeneza bega lako kisha maliza hapo, tutaweka kevu hiyo kwenye kwapa hapo na mpaka hapo, tutakuwa tumeshamaliza upimaji wa shati. Kwa hivyo tutakata kata kwanza kipande cha upande wa shingo, unakata kwanza kipande cha nyuma. Baada ya hapo, ndio unatoa unakata kipande cha mbele kama hivyo, mm-hmm. Na baada ya hapo nitachukua hicho kitambaa kwa ajili ya kuja kugeuzia shingo langu, ndo hicho hapo. Utakikata sawa sawa na kitambaa cha shati lako, mm-hmm kama hivyo unavyoona. Sasa tayari kitamba changu ndo hicho, nitakwenda kushona hapo. Sasa tayari nimekwisha shona, takatakata hapo kidogo kama kawaida baada ya hapo utageuza hapo kwenye kwenda kuunga mabega. Samani kidogo nimeweka nguo kama sehemu upa, upande ule wa juu ndo nimeweka juu, lakini utageuza au utaenda kushonea upande wa ndani kama kawaida. Tayari nimeshaunga mabega, basi hapo takwenda kurudishia uzi hivyo kuanzia shingo ya nyuma na shingo ya mbele kote nsharudishia → nisharudishia uzi tayari kama hivyo unavyoona hapo. Sasa tutakwenda kuweka mkono. Mkono wa shati kidogo unawekwa tofauti na mkono wa blouse. Mkono wa shati unaanza kuweka juu kwenye bega, lakini mkono wa, uh, mkono wa shati unaanza kuweka kwenye bega na mkono wa blouse unaanza kuwekea kwenye kwapa. Kwa hiyo huu tutaanza kuwekea kwenye bega kushuka chini kwenye shati na kushonea moja kwa moja. Tayari unaona nishamaliza, nishawashonea mkono wangu, lakini pia nimeunga moja kwa moja huku, nimeunganisha shati langu na nimeacha uwazi hapo, lakini pia nimepinda huko chini natumai